Tutakataa kufanya shughuli zote za doku brief, shughuli zote za msaada ya kisheria, na kuweka chini, ili wao wanaoweza kutuua wafanye wao kila kitu. Na ikifika wakati tutawaambia umma, msipotuunga mkono na sisi tutarudi kulima nyumbani, kwani sisi hatuna mashamba ya uko na sisi tunao mashamba ya ukoo biashara kutuambia, tuko nyuma yenu, tuko nyuma yenu, hatutataka. Hakuna wakukaa nyuma ya mwenzake kwa sababu hakuna aliye salama. Wote tuzungumze na tuiambie serikali ili likome, likome. Tuna vyombo vya ulinzi vinashunaje, kusaidiana kumaliza hili jambo. We, mtu anaandika Twitter, unaenda kumpiga mtu anaandika kelele ya kwenye Twitter. Mi mwenyewe ni kiongozi hapa wa mawakili, na wajua mawakili kwa kila namba, kila jina, waulize, si wananitukana kila siku? Uliza kama kuna wakili nimemwonya tena. Wananichora vikatuni vibaya kweli kweli, lakini mi ni kiongozi. Ukiona watu wanakutukana, jua kuna sehemu hujawatendea walivyotarajia. Mi ndo maana tani kwenye magazeti, mkinitukana mioni nikishtaki hakuna gazeti lolote mi nimewahi kuliandikia, ila nitakupigia nitakwambia, ungeniuliza ningekueleza ukweli, kwa sababu mimi naamini una uhuru wa kuzungumza ujinga wako, na mimi nina uhuru wa kuzungumza hekima yangu. Ujinga na hekima vikutane sokoni, walaji watachagua. kwani nipige wazo lako kwa lungu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ingepewa resources za kutosha na kuruhusiwa kuwa huru na waajiriwa wake, iwe mbudsman, iwe inaangalia kwa niaba ya nchi, tungejua anayeteka watu, tungejua anayeonea na kuzum. Lakini tume ya haki za binadamu na utawala bora ikitafuta e, mwanasheria inaenda kwa atone jenero huyo huyo anayesema mahakama e, jambo hili ni sahihi. Haya, atajistakiji atone jenero huyo huyo, sasa hawezi kwa hiyo tuna tume ya binadamu iliyokatwa mikono, imekatwa miguu, imefungwa plasta, imezibwa macho, imepakwa rangi pale. Ni kama simba anaonekana kama ana nguruma, lakini hawezi kuuma.